E bwana, mazito yameibuka mara tu baada ya Nandi kutangaza wazi kupitia ukurasa wake wa Instagram kwamba amepoteza pete yake ndoa. Tunafahamu kwamba Nandi ni mke wa Belnaso, amefunga ndoa na wana mtoto mmoja. Na hivi karibuni tumeona kwamba Bibiye Nandi aliweka posti kupitia ukurasa wake wa Instagram akiwa anadai kwamba amepoteza pete yake ya ndoa, na akatangaza mpaka dau kwamba mtu akiiona basi, moja kwa moja iwe ni sonara, iwe ni mtu tu raia mwema, basi airejeshe kwake na yeye atamzawadia kiasi kikubwa tu cha fedha kama shukurani so, ile kuhusiana na pete hiyo kama imepatikana au la, lakini kuna kijana ambaye amejitokeza huko mtandaoni ambaye akawa anasema kwamba Nandy ni msaliti, amemsaliti Bilnasi, hiyo pete hajaipoteza bali kuna mwanaume ambaye yuko nawe na yeye yuko nayo. Basi moja kwa moja Belnasi amtafute yeye ili aweze kuipata hiyo pete ya mkewe. So hivyo ndivyo mambo yalivyo, na hivyo ndivyo situation ilivyo kwa kifupi. Hivyo basi imepelekea watu wengi sana kuja kuweka maoni yao kuhusiana na kitu ambacho huyu kijana amekizungumza. Hebu msikilize kwanza kijana mwenyewe, alafu nikusomee baadhi ya comments ambazo zimejitokeza baada ya huyu jamaa kuzungumza hicho alichokizungumza kwamba Nandy ni msaliti na pete ya Nandy yeye yuko nayo. Kwa hiyo Belnas amtafute, na wala hataki hata shilingi moja. Mke wako asikudanganye. Asidanganye umma kusema amepoteza pete ya ndoa. Pete ya ndoa ajapoteza. Mke wako amekuwa ni miongoni mwa watu wengine kama wasaliti, kama wasaliti wengine. Huyo tayari seri, yeye anakuchiti na pete ya ndoa ajapoteza. mimi kwa hiyo asikudanganye kusema kapoteza. Mimi nilimvua katika kidole chake tukiwa katika mahaba mazito. Kwa hiyo ukihitaji kuipata pete ya ndoa, sitaki ena shilingi mia, kama alivyoahidi aidi, nitafute ni buli nikupatie pete ya ndoa ya mke wako, na sio pete peke yake. Bwana huyu jamaa amepitiliza kwelikweli, kiasi kwamba amedai kwamba mpaka nguo ya ndani yuko nayo. Sasa hapa kuna watu wamekuja kuweka maoni yao. Kuna mtu anasema bwana, hii nchi ndio maana watu wanatekwa. Kuna mtu anasema bwana, huyu ashawahi kusema kwamba haijui jinsia yake kama ni wa kike au wa kiume, ila mashabiki wa Simba bwana. Kuna mtu anasema bwana, mdomo una unasema uongo, sura inakanusha mashtaka mawili ataku uh, yanakata rufaa. Kuna mtu ameandika hivyo. Kuna mtu amesema kwamba bwana mwishoe akamatwe, alafu afanyiwe jambo jambo zito. Kuna mtu ameandika hivyo. Kuna mtu amesema kwamba bwana, toba huyu, akimpiga atasema vizuri. Uh, sema tu ni kwamba mashavu yake uh, Okay, haya bwana, nadhani huyu jamaa anatafuta tu content kwamba kuna mtu hapa amekuja ameandika. Huyo anaitwa Joyce Kikoti, ameandika kwamba baada ya baadaye, mkija kutekwa mnakuja kuisingizia serikali. Kwa mtu anaitwa Dida, mashallah ameandika kwamba bwana, hivi hii nchi ukiamka tu Ukiamua okay, kuongea chochote unaongea eh? Kuna mtu amekuja kuuliza hivyo, so it is what it is. Ukiwa kama mdau, weka maoni yako katika comment section, toka tukisoma na kureply kila comment, na pia vile vile hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.